Marekani imetangaza kuwa itaanza kufuta visa za wanafunzi kutoka China hususani wale wanaohusishwa na chama cha kikomunisti cha China au wanaosomea fani zinazotajwa kuwa nyeti kwa usalama wa taifa. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio siku ya jana Jumatano, ambaye pia amesema kuwa masharti ya visa yatapitiwa upya ili kuongeza uchunguzi kwa maombi kutoka China na Hong Kong. Tangazo hilo linakuja siku moja baada ya kuripotiwa kuwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesitisha kwa muda miadi mipya kwa wanafunzi na wanafunzi umbaji wa visa za kubadilishana. Mpango huo unatajwa kuwa sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Donald Trump za kuimarisha udhibiti wa uhamiaji ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchunguzi wa mitandao ya kijamii kwa wanafunzi wa kimataifa kufuta visa na kuharakisha hatua za kuwarejesha makwao. Kwa mujibu wa taasisi ya elimu ya kimataifa IIE, China ilikuwa na idadi ya pili kwa ukubwa wa wanafunzi wa kimataifa waliokuwa wakisomea Marekani mwaka 2023 2024 wakiwa takriban wanafunzi laki mbili sabini na saba elfu 32. Hadi sasa ubalozi wa China nchini Marekani haujatoa kauli rasmi kuhusiana na tangazo hilo. Wachambuzi wanasema hatua hii huenda ikaathiri uhusiano wa kielimu na kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye mvutano kwa muda mrefu. Lakini pia rais wa Marekani Donald Trump amempa muda wa wiki mbili rais wa Urusi Vladimir Putin, akitishia kuchukua mkondo tofauti ikiwa mwenzake wa Urusi bado ataendelea kumrejesha nyuma kwa vitendo vyake, wakati Urusi ikizidisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Trump aliulizwa katika Ikulu siku ya Jumatano ikiwa alifikiri Putin anataka kumaliza vita. Siwezi kukimbia hilo, lakini nitawajulisha baada ya wiki mbili, Trump aliwaambia waandishi wa habari, huku huku kukiwa na msururu wa matamshi yaliyotolewa hadharani na Trump wakimkosoa wa Putin. Tangu Jumapili, Trump amekuwa akiandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Putin amekuwa mwendo wazimu na anacheza na moto baada ya Urusi kuzidisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraini. Ni mimi Anastazia Klaudi wa VOC Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kukomenti ili wa kwanza kupata video zetu.